Namkaribu sana mwanamichezo popote pale ulipo, kaskazini, kusini, magharibi pamoja na mashariki. Njoo hapa tuziangazie zile taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kipaza kiko Selim, salama kabisa, niite kaisedo wa bongo. kama bado hauja subscribe fanya hivyo, uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani na ripoti kutoka hapa Mwembe Yanga. Nina na madhumuni yangu niweze kukujuza mambo mbalimbali yanayokuwa mbali yakihusiana na michezo na sasa naungana moja kwa moja na mzee wangu Mzee Malinyi kwa ajili ya kutupa kile ambacho anachokihisi huenda kikatokea kwenye michuano ya kimataifa kwenye vilabu vyetu vinavyowakilisha kwenye tournament hizi za michuano ya kimataifa. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kaifale kusha heri, alhamdulillah. Karibu uzima, upo. Uzima upo, afya wanasimba. Mnasemaje huko mlipo wanasimba? Kama unavyotuona, kama unavyotuona, tuna furaha, tuna afya njema Tunapiga suti hata rais wa Yanga hajawahi kuvaa hii suti hapo. Sawa, afya njema na furaha ya mambo ya matato hayo. Ah, tuna enjoy kwa raha zetu ndugu yangu hapa siku ya mwisho unapelekwa wewe mwenyewe ujitambue, enda mm. nyumba ya milele mm. starehe ndio hii bwana mm. mm. Umeisikia huko kwa majirani, ngoma imeanza kufunguliwa rasmi. Young Africans kuelekea kwenye mchezo wao ni free open door katika dimba la Benjamin William Mkapa, watu wanaitafuta tiketi ya kufuzu kwelikweli hatua ya makundi eh. Kwanza kabla hilo nikuambie tu, unajua kwenye mashindano haya ya klabu bingwa timu ambayo yenye deni na serikali, timu yenye deni na wananchi wa Tanzania, timu yenye deni na wananchi wa Afrika Mashariki na Kati, Central of Africa, Central of Africa sawa eh? Burundi, Rwanda, Kenya, sawa, Sudani, Malawi eh? Unakuja mpaka hapa Somalia, wenye deni la kuleta kombe la Afrika ni Simba Sports Club, kwa sababu ndio ameingia mara nyingi kwenye mashindano haya na hatua kubwa katika timu. Kwa hiyo mwenye deni ya kuleta kombe hili si Simba Sports Club? Si, si, si, si, ndio tuna deni la wananchi hawa nchi za Afrika Mashariki na Kati kuwaletea kombe eh? Tuna deni hilo, kwa sababu ndio timu pekee katika nchi hizi hapa inayofika hatua kubwa kwenye mashindano haya. Kwa hiyo tuna deni bado, tuna deni, tunataka tulilipe hili deni. Hatua ipi kubwa? Robo fainali, klabu bingwa nani oh, mwingine nani, nani, nani, nani kaingia robo fainali mfululizo? Mazembe, Mazembe. Ah, Mazembe hayuko Afrika Mashariki na Kati. Mazembe ah, iko sawa. Mazembe hayuko huku nimekutaja nje za Afrika Mashariki na Kati, sawa uh -huh. Mazembe yuko Afrika ya Kati. Mazembe iko Afrika ya Kati. Afrika Mashariki na Kati, Sudan, Rwanda uh -huh. Burundi, Tanzania, Kenya, sawa sawa Somalia Hizi nchi hapa nani aliyoingia mara nyingi kufika hatua ya, ya robo mara nyingi, kama sio mimi maka? Ni mimi ndio mwenye deni la kuwapa kuwaletea kombe hili la klabu bingwa au shirikisho, lakini azma itatimia kwa uwekezaji wangu, kwa uwekezaji wetu na project yetu, azma itatimia. Sasa unakuja unakuja kwa Dar Young Af- Africans. Africans kila siku ha tunakwambia timu inayoonyesha utoto timu, timu inaonyesha utoto na timu inaonyesha kuwa wadogo katika mpira Afrika. Kila siku wanakwamba kuanzia viongozi wao mpaka watu wao, kwamba wadogo katika mpira wa Afrika. Leo wanajaribu kutaka kuji kuji, yani kujipromote kwamba wao wakubwa Afrika, wanataka kulazimisha ukubwa wa Afrika. Wewe umeshawahi kuona mpira wote timu za Ulaya akina Barcelona akina Real Madrid, hata wamefungwa goli sita na timu nyingine, inapokuja nchi mpira unapokuja kwenye nchi yao mechi apokuja ya pili kwenye nchi yao wanaingiza watu matajiri. Umeshawahi kuona wanaingiza watu bure? Wale sio matajiri, wanashindaje kuingiza watu bure? Mpira gharama, hapa ndio maonyesho. Kama Yanga ni timu ndogo katika Afrika, ina udogo vipi katika mashindano ya Afrika? Lakini si rais amenunua tiketi? Aa, hajanunua tiketi. Je, ukaona ananunua tiketi? Ilitakiwa kama hapa sasa kwa timu kubwa. Kwa maana hiyo inaonekana watu wao bado, nakwambia, wadogo kwenye mpira wa Afrika, wadogo kwenye mpira huu duniani, kwa sababu timu inapofungwa kama hapa hapa, ndo wanatakiwa mashabiki na wapenzi waonyeshe ukubwa wao, kukata tiketi kwa wingi kwa kutumia pesa zao, tunakwenda kuisapoti timu kwa maana yake. Kwa maana hiyo unaniambia kwamba kama sio bosi wao kununua tiketi kama unavyosema wewe maki, hawata kwenda mpilani. Huu ni udogo, huu ni udogo, huu ni udogo wa watu katika timu ndogo. Sisi umeshatikia, tunakwenda bure hata tumefungwa lakini wao, tunakata tiketi, tunajaza, kwa sababu wakubwa tunajua mpira una matokeo haya matatu. Kwa hiyo tunakwendaje kwenye support team yetu? Sawa, do die, do die, tunakata tiketi. Umeshasikia, tunaingizwa bure si pale, kwa sababu ya ukubwa wetu Afrika. Umeshasikia, tunaingizwa, tumeshawahi kuingizwa bure. Umeshasikia, mwa ukakata tiketi, tunakwenda bure pale, zile do do die, tunakwenda kupata pale, do die, tunakwenda kupata pale, tunaingizwa bure, tunakata tiketi tunakwenda kuisapoti timu hawa wanakwenda bure, ni vichekesho. Mpira biashara, wakubwa waseme tu, tunataka wenyewe kwa kauli yao waseme kwamba wao ni wadogo katika Afrika, wao ni wadogo katika, katika mpira wa Afrika wakiri. Hey, wakiri kitu hicho wakiri, hawajafikia hii hatua ya ukubwa, wasijilazimishe. Umefungwa mara sita mfululizo, wasijilazimishe kwamba wao ni wakubwa Afrika. Kufungwa mara sita si madudu, madudu tu ya kihunihuni yanayofanywa na mawaziri na nani na marefari wakiwatumia marefari wengine, wanaitwa usiku, wanapewa maagizo, lazima katoa ushindi. Usipotoa ushindi, sisi tutazana na wewe, au tukupe evidence za wa watu, tukuletea siku evidence, ujue, wanaitwa usiku, wanatishwa na watu wa serikali, wanatishwa marefari, wanakwenda pale, fanya madudu, marefari wanakwenda pale. Sasa wanashindwa hata ku..., yani, wanashindwa hata kuogopa uhai wao, wanashindwa kuogopa uhai wao. Umati wote wa watu wanajua, bora mimi hapa nijitowe tu mi nijitowe tu, wanakwenda kufanya madudu kutuumiza sisi. Sema kwa sababu sisi wanasimba ni watu ambao tuna mazingatio ya dini na tunamwogopa Mungu, huwa tunachukulia ile family line. Lakini kama ingekuwa Brazil pale, hata lefa moja asingetoka pale, marefoto ngikuta pale kichwa chao kinabaki pale pale. Huko ligi za Brazil huko Argentina, huko mpira ukiisha na kuchomoa tulefa, tunamalizana hapa hapa. Wacho watu kafurahi, lakini na wewe mwisho wako hapa, lakini kwa sababu wana simba tunamwogopa Mungu, sawa. Wakarimu tunasema Mungu atawalipia sio kwa mpira. Huo anacheza Yanga maujanja, ujanja wadogo tu. Afrika mpira mwingi sana eh? Yanga anacheza kwa mpira gani? Anakwenda kutoka aache kuishi kwa mazoea eh? Hata anakwenda Malawi, alienda kimazoea, anakwenda kumfunga. Mimi mimi msemaji wao kusema hapo kwamba tunakwenda tunakwenda Malawi kumfunga mtu, kapigwa kule jana, wale watoto wamemtia wame mtu goli mbili kwenye ligi yao, yule yule chizi katia goli. Sasa wanakuja wao, wow, eh, wow, wanakuja hapa wakitegemea kwamba wakifika hapa watawafanyia madudududu yao yale ya kipindi cha pili. Hawafanyiwi support, ubalozi tayari una taarifa kwamba hawa wana madudu wao wanafanya, kwepeni madudu wao, tayari washapewa taarifa. Anakwenda kufa Yanga eh? na sababu uwezo wake ndio raundi ya pili, uwezo wake raundi ya pili, uwezo wake kwenye mashindano haya raundi ya la pili, kwa kwanza alishavuka. Ndio nakwambiaje, uwezo wake akishiriki a mashindano kuishia raundi ya pili, mwaka robo kufika robo mchezo, kufika robo mchezo kaza uwezo wake raundi ya pili, nasema hivi, yeye uwezo wake yeye uwezo wake raundi ya pili, akae tuna misifa sifa, mimi rais wa vilabu Afrika eh, vilabu wa viande yeye uwezo wake raundi ya pili anakwenda kutoka Yanga, nakwambia anakwenda kutoka, kutoka. Wale watoto wanakuja na game plan. Mategemeo yake yanayotamba yale madudu yanayofanyaga vyumbani wale watakwepa, wale wanakwenda kukwepa nini na, na, nani, nani ah, kwa nini hana mpinzani hapa? Ye yuko peke yake yeye, anavyofanyaga mpinzani wake yeah. Mpinzani wake, atakwenda, mpinzani wake atambeba yule, mpinzani wake. Mpinzani wake. Mpinzani wake, atambeba yule hapo yeah. Nasema hivi yeah. Mimi nimekuambia mpinzani wake nimekwambia mpinzani wake atakwenda kumbeba Malawi atakwenda kupewa njia zote, pita hapa, pita hapa, pita hapa. Ukipita hapa, utoki chenga hapa, nenda hapa, ka hapa, utasikia mtu anachukua vidude viwili hapa hapa, vidude viwili kule, zikapigwa moja hapa, anapigwa mbili hapa hapa, oho hapa, anapigwa mbili hapa, anapigwa mbili hapa na ndio Injinia anakwenda kubeba makablasha yake pale, Yanga anakimbilia Samola siku hiyo udugu wa injinia na yanga ndio mwisho. Mimi nishamtahadharisha injinia tangu anakwenda Malawi kapigwe. Kama umemfukuza kocha sasa, bado wewe hawana simile hawa nasimire, kwa sababu leo umepata cha, ume, leo umepata cha kujitetea kocha. Ukipigwa hapa wewe umetolewa hapa, hawanalia na wewe, hawanaga simile hawanasimile kabisa. Mtani anasimile eh? Hana simile kabisa Afunga kabisa mikono yani makabla sha ayaweke kabisa kwenye mabegi makabla sha yake aweke kabisa kwenye handbag, au ikiwezekana kabla ya ile mechi ya asubuhi, makabla sha atoe kabisa, aweke kwenye gari. Watu wa Yanga stara hawana. Oh, kumbe hajawajua Yanga, akawauliza kina Boko kama kwa haya kina Boko alikuwa kwenye kiti Boko, unaona eh pale, akawauliza walitolewa wapi, kwenye dirisha bana. Kisu kinampata bwana. Simba mnaonekana kama hamna pressure hivi kuelekea mchezo. Ah, pressure ya nini? Pressure ya nini? Sema hivi, pressure ya nini? Kuja hapa jua na Galaxy wakatibu ni mjibu, mjibu tu Salamba Salamba akasema jana kwamba nimemkuta kwenye clip uh, uh, fulani anasema kwamba Yanga itapita ikicheza vizuri, lakini Simba haoni kama Simba inapita. Sasa sio anataka matokeo gani Salamba? Ndugu yetu Salamba, sio anataka matokeo gani? Yaani Yanga umemtoa. Uh, mimi tayari nina goli tatu kuzipata hapa dhidi ya Jwaneng? Nani? goli goli goli goli goli goli tatu? tatu, kule mbili? tatu Galaxy kule Jwaneng kule. kule mbili, mbili. Na hapa ukaja ukapata? nasema Nasema hivi. Paka half time unaenda unaongoza goli bwana. Hivi, kule nilipata tatu. Mbili. Kule nilipata mbili. Hapa nikapata moja. Yeye yeah, akapata tatu. Ikaangalia aggregate. Nani amemfunga nyingi nyingi kwake? Oh, sasa kama goli tatu na tatu sio nyingi. Nimemfunga tatu nyumbani kwake. Akija akija hapa, hapa. Sawa, yule yule anakuja mtoto, anakuja hapa. Wale nsingizini na kuja hapa, mi namshindilia sio hichi na goli kumi. Oho! Nakwenda kucheza kwa heshima. Nakwenda kumheshimu msingizini, sio kama namdharau. Nakwenda kumheshimu msingizini. Ujio wake hapa msingizini. Mimi nimefungwa kule msingizini. Mpira nitakao kucheza hapa taliko hiyo Jumapili. Mimi nimefungwa msingizini, zile tatu za msingizini kashinda yeye. Zile tatu kashinda yeye. Mimi ndo nazitaka goli tatu hapa zile kashinda yeye, mimi sijashinda kule. Sisi wakubwa Afrika, mm. Tunakwenda kucheza kwa game plan, tunakwenda kucheza mpira hapa. Sisi ndio tumefungwa zingizini, sisi hatujashinda kule. Mechi siko tumefungwa, Simba mmefungwa, eh. Tunataka tumalize mechi yetu nyumbani. Sasa pira lake litakuwaje? Pira lake litakuwaje? na kule nimefungwa goli tatu, nataka nitafute goli nne hapa, nimfunge zimi, nimtoe. Mimi siishi kwa matumaini, hatuishi kwa kukariri kama wanavyoishi hawa. Kukariri ndio huko wamepigwa na bado wanataushe kwa kukariri, wanakuja kupigwa hapa, wanakuja kupigwa hapa na wanachojivunia wao, madudu madudu yao oh. hayo madudu hayo, yule hanasi eh? Aa, Malawi hanasi ocha oh, oh. wa Simba wakati ametua airport alisema ya kwamba amefurahi cha kwanza wamepata matokeo yeah. Lakini wanakwenda katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kurekebisha na kuangalia nafasi ambazo walizokuwa wakizipata kwa ajili ya kuzitumia. Sawa sawa sawa, huyu kocha mbona kama anaonekana amedhamiria hivi, kocha katili. Tulikuwa tunawataka makocha kama makocha katili, ukisikia coach makocha katili, atakutaka makocha line line, unapata goli moja na kanyuma. Atuhitaji makocha kama wale line line waliopita, ukipata goli moja na kanyuma. Sasa kama huyu anakuambia goli tatu zile pale, timu yake haijacheza mpira kama ninachokuambia mimi, na bado anakwenda kufanyia marekebisho, hajalizika Siku zote sipo tunataka makocha makatili kama hawa. Ukipata nafasi, <laughs> hata goli ya 50 piga tu. Hata goli ya 50 piga. Kama FIFA itakufuta kwenye mpira shauri yao, lakini wewe ushatekeleza azima yako. Umeunaji si mpira, umefanya wao watajua wapi, wewe azima yako umetekeleza. Hata kama anakuambia pira lile aliopigiwa kule nzingi. Bado anakuambia anakuja kurekebisha makosa, atachukua ngapi? Atachukua ngapi? Yeye mwenyewe sikizia kituo tu awaseme za kufungwa. Mala pap Simba katolewa Yanga kafuzu. Ah. Izo ndoto kaka. Iyo iyo dua ya kuku kwa mwewe, utadondoka tu. Wewe utadondoka tu hapo. Ushaikuona mwewe kadondoka. Ndio bana, ah. Umeshaikuona mwewe. Kuku anamwombea mwewe kila siku, kadondoka, naye mkamata. Ushaikuona mwewe kadondoka. Dua la kuku kwa mwewe, wewe hilo. Simba pap. Pap wapi? Mbona useme mala msikizini pap? Ila Simba tu pap. Mbona useme, mbona useme Yanga pap? Ila Simba tu pap. Mfano kwa Simba tu pap.

pila mabangi mtu anakimbia na acha hela, basi anabeba kitenge anaondoka ni chapili anasema hivi yeah. Pila lile mabangi pila mabangi gemle namna ile mtu anabeba anaondoka na kitenge gauni anaacha na hela anaacha. Bado mnamkumbuka kapteni? mimi nakwambia kitu hicho. Mtu anakimbia hela, yeye anaacha na baadhi ya nguo zingine atakuja nazo kaa anaacha zile, Mina... fu fujo sio mchezo zile pila lile mchezo mimi nataka nimalize ni... Bado mnamkumbuka kapteni, amkumbuke nani? Kapteni tumkumbuke sisi kasau nini? Tumkumbuke kapteni kasau nini Simba? Pengine familia yake ndio ikumbuke. Kasau nini? Tunamligo. Kaja kuziba dakika mbili tu. Kwanza alipokuwa Simba hana kwa kapteni, alikuwa hana jina. Hata alipokuwa kapteni tulimpa tu kapteni. Alikuwa hana jina lile la kukaa sana minute. Tulikuwa tukona kanaye kimazoea tu. Sasa kisha aondoka tumkumbuke anacha nini? Kama atuja mkumbuka chama aliyekuwa mwenye jina, atuja mkumbuka au sasa hivi? Aliyekuwa mwenye jina. John Rafael Boko, Aishi Manula. Wamesahaulika. Yeye akumbuka na nini kaacha pale Simba. Aishi Memsa. Anaubia. Memsa Aishi. Goli tano za ta kuchukua hela zile. Tutamkumbukaje Aishi na goli tano alitufanyia pale siku ile. Ila kapteni mnamkumbuka. Amkumbuke nani? Kasahau nini kapteni akumbukwe? Kwa mpira gani sasa? Huo alikuwa anachomesha, anakabia macho. Alafu tunafungwa. Alafu anakwenda kusaini Yanga. Inadhihirisha kwamba yeye alikuwa akichukua hela Yanga, sisi tunafungwa. Pakao mpakao mpakao anamkabia macho. Simba. Kwa mema gani si alifanya Simba? Aende zake tu, saa anamtaja amekwenda Yanga. Hata kibwana anajina kushinda yeye. Hata kibwana sasa hivi anajina kushinda yeye. Neno la mwisho kwa kumalizia kwa wana Simba, mzee wangu, nikupe fursa. Tukajaze uwanja, tukajaze uwanja, kwa sababu mechi iliyopita tulikuwa tuna adhabu, hatukwenda kuangalia mpira. Kwa hiyo nasema mechi hii hapa, tukajaze uwanja, hata pa kutema mate pao hakuna eh. kama asili yetu, sisi ndio mashabiki bora Afrika, mashabiki bora Afrika, na tunakwenda kuingia makundi kwa kishindo, huku tukienda kufanya sherehe siku hiyo, kwamba watu wanaishia raundi ya pili, makaatakisha toka Yeah, no Jumapili ya k kisha toka yeah, atakuwa tayari kisha toka. Mimi nakwenda na sherehe. Na kufanya na na na kufuzu yeye. Labda usibali. Mnajua mnapenda wale Malawi, hmm. Nilichokuambia wale Malawi Bedini anajiita. Bedini anajiita Mkiuangalia ule mpira uliocheza ule Silva siku ile na uliocheza watu mnaosema una muunganiko, unaona kabisa hapa nani mkubwa, nani hapa timu kubwa Afrika. Sio jamaa yetu, na anakuja kucheza kwa matumaini, kwa sababu kuna makandokando ya kufanya baada ya half time. Wale wanakuja na maujanja yote, wanakwepa maujanja yote, yanga anakwenda kutoka. Mimi nakwambia na kifuzu Si hapo kwa, ah, ah, ah, ah, leo kwa mfano iseme pengine Afrika yote ina vita nani, nani anaacha wanaenda wapi? Wanaenda wapi? timu anaacha historia kwamba aliyekuwa hapa apite nani, aliyekuwa apite wapi? Ah, nani mimi nakuuliza, hata tukija kuanza ligi nyingine mukani nani? Haendi kaka mm. Nasema hivi nakwambia, haendi haendi. Wacha waishi tu kwa mazoea. Huu ndio mwaka wa kilio, huu ndio mwaka wa kilio. Yanga mwaka wake wa anguko, akubali akae chini, aandae watu Kajaza pale. Huu ndio mwaka wake wa anguko. Hata sisi tulipata tabu kidogo kuyazoea maisha, ile timu ya kina chama bado tulikuwa tukubali bali hivi hivi, bado si bora, si bora kwa sababu tayari washajichokea hao, miaka minne inatosha. Sasa hizi nyewe bora tayari tushaanza kujipata, eh? eh? tumeshaanza kujipata. Cha eh? mwisho. <laughs> Wana Simba tukata tiketi kwa wingi, tukajaze uwanja, hata pa kutemea mate pao hakuna hata tukakanyagane, tuka, tuka kwa kukanyagana tukakata kwenye ngazi, ili msingizini umati ule atakaukuta pale akiuona tuliumati, basi mwenye pesa basi, mimi sichezi, chukua tu point tatu. Nikia kiwanjani kwa umati huu, hata goli mia nitafungwa, basi bwana, mimi nataka nimalize kitu kimoja. Juzi nilifanya mahojiano na mzee wangu mwindi wa Simba yeah, nikamuuliza Simba hii inayofanya Simba hii inafanya bora jibu alonambia inafanya bora Simba hii chini ya mungu, mangungu inafanya bora? Akanijibu ndiyo, inafanya bora. Nataka nijue kwako wewe, Simba hii inafanya bora? hicho unanidanganya. Ah, nimekuuliza kitu kimoja hicho eh. Unachoniambia kusemea, alikwambia Simba hii ya Mangungu inafanya bora hey, Simba, eh? Ah. Akwambiaje? Simba inafanya bora, lakini Mangungu sio bora kwenye Simba, kanaambia mimi we <coughs> sasa unataka kuchanganya habari, Simba inafanya bora, Simba chini ya mwenyekiti wa bodi magoli, mwenyekiti wa bodi magoli, Simba chini ya tajiri Modeuji, Simba chini ya kocha mkuu kocha mkuu Simba chini ya kocha mkuu matato viereni huyo mabangi mnasema inafanya vizuri mankubwa, ifa, ni bora. Lakini huyo unayemtaja yeye hajafanya, yeye sio bora, hana ubora ndani ya Simba. Huyo unayemtaja yeye sio bora, hata nikiingia kaburi nitaenda kukatalia hivyo hivyo, ni kwangu mimi, sio bora kwenye Simba na hana ubora wote kwenye ya Simba. Yaani tuli, tuliingia tuli chocha kike tukumchagua kwa mwenyekiti, hana ubora wote na hajafanya bora asubiri muda wake atupishe. Simba sinafanya vizuri, lakini chini ya uongozi wa magoli, Simba sinafanya vizuri, chini ya uongozi wa bodi, chini ya uongozi wa bodi. Ambaye pia na yeye pia akiwemo hivi, yes, mkurugenzi na nani leo, nasema hivi, nasema hivi. Hatunaye huyu anakaa tu kwa kusubiri nani yake, basi sisi wanachama tulishamtapika, sisi mashabiki tulishamtapika, basi katiba tu ninamlinda kukaa pale Katiba ndio inamlinda. Mimi niambie, Simba hii ya mwenyekiti wa bodi Kristus magoli, komando komando, swedi mkwabi, inafanya vizuri, inafanya vizuri chini ya Mangungu inafanya vizuri, hasa Mangungu naesikiongozi kwa, kwa... nimekwambia Simba inafanya vizuri, Simba bora, lakini wewe unayosema wewe, unayemtaja wewe, siyo bora mimi nataka tukubaliane kitu kimoja, kwa, kwa kumaliza. Simba inafanya vizuri moja, mm. Kweli si kweli? inafanya vizuri kweli. Simba ikiongozwa na viongozi wake wote ndio ambayo imeenda kuonekana bora kwa sasa hivi. Simba ya miaka minne ya pira biriani linarejea, kweli si kweli? Kwanza nakukatalia, sio kweli. Sio kwa viongozi wote, kwa baadhi ya viongozi. Simba ya baadhi ya viongozi atakujibu Simba ya baadhi ya viongozi, Simba ya bodi mpya ya upande wa wakurugenzi. Simba inayofanya vizuri ya bodi mpya inakuja kufanya vizuri baada ya bodi mpya ya upande wa tajiri, huku wanachama hakuna watu. Shukrani sana, amina.